Ma fi samawati wal ard, ni vya nani vile vilivyopo mbinguni na ardhini. Hebu waulize, kul, sema e Mtume Muhammad, liman ma fi samawati wal ard ni vya nani? Ni milki liman, ni milki ya nani? Ni milki ya nani? Ma fi samawati, vile bilbepo mbinguni, visema mbingu zipo saba eh? Wal ard na ardhini, na ardhi na nazo zipo saba hmm. Ni vyanani bilbepo mbinguni na ardhini. Mfasiri wetu anatuambia katika mapito yake, ai qul ya Muhammad liman alkainat jamian khalqan wamulkan, sema ya Muhammad waulize, ni vya nani vilivyopo katika kauni Alkaul, ulimwengu na vilivyopo katika ulimwengu vyote, eh? Vyote ikiwa ni mbinguni, basi kuna jua, kuna mwezi, kuna nyota eh? ikiwa ni ardhini, kuna milima pam, kuna mabahari, kuna mito kuna maziwa kuna vigingi, ni vya nani? Na mmiliki wake ni nani? Hivyo hivyo vilivyoko mbinguni na ardhini, khalqan vilivyoumbwa, eh, nani kaviumba? Wa mulkan na katika umiliki, nani mmiliki? Watasarufan na katika kuvisarifu Eh, nani anao misarif nani? Ni nani nani anaibadilisha mchana kuwa usiku na usiku kuwa mchana ni nani? Giza, giza, nani analeta giza na kuliondosha giza na kuleta mwangaza ni nani? Nani analeta baridi nani analeta joto ni nani Wasual mufasiri anatuambia na suali hili liiqamati alhujja ala lkuffar, ni kwa ajili ya kusimamisha hujja juu ya makafiri. Sawa, ni suali ambalo jawabu lake lazima litarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna jibu lingine. Kwa hiyo suali hili moja kwa moja, swali lenyewe ndio hoja kwa makafiri koyo. Kwa swali na jawabu, jawabu kul lillahi, sema mtu Muhammad, lillahi ni vya Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu ndiye alivye viumba, Mwenyezi Mungu ndio muumbaji Eh, na Mwenyezi Mungu ndio mmiliki. Kul lillahi sema, eh, ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye, mwenye kuvimiliki viumbe hivyo. Naam, kwa hiyo hapa pana, pana jawabu ambalo linathibitisha, lakini pia ndani yake kuna tanbihi uzindushi kwamba muumbaji ni Mwenyezi Mungu na mmiliki ni Mwenyezi Mungu. lianna alkufara yuwafikuna ala dhalika bidharura <laughs> wakati mwingine makafiri wafikiana na hilo bidharura bidharura bidharura, automatically Mwenyezi Mungu Allah kufika wakati watu wakiwa kwenye kumi na nane ya Mwenyezi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasiwote wanamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote wote, hmm. wote mfano, watu wakiwa kwenye usafiri wa ndege, watu wakiwa kwenye usafiri wa ndege alafu wakatangaziwa hali ya hatari huko, wote hawana mahala pa kukimbilia ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote. Au kwenye usafiri wa majini eh, bahari ikachafuka, hakuna pa kukimbilia na hakuna la kufanya Mwenyezi Mungu fikia wakati huo. Kwa hiyo jawabu hili qul lillahi lianna lkuffara yuwafiquna ala dhalika biddarura liannahu khaliqul kull, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndio muumba wa vyote Ha, imma biitirafihim au biqiyami lhujjati alayhim, imma kwa kukubali kwao au kwa kusimamisha hujja juu yao. Naam, sasa kinachotokea watu wapo wanamuasi Mwenyezi Mungu, wanafanya madhambi halafu watu wapo tu. Hilo wewe muumini lisikufikirishe, bwana. Mwenyezi Mungu anawatazama tu. Halafu wakati mwingine utaona kama maisha yanawanyokea kabisa, hawa mwabudu Mungu, namshirikisha usiji Usijitaabisha. Sa inakuaje? Yeah. Tunaamka alfajiri maji ya baridi Afamu? Wana jitahidi kushikamana na mafundisho ya Mola wao, hafu wakijitazama wanaikuta wana mambo hayaendi, watu wengine kuwalevi wana. Wana hiki wana kile uh-huh. Sikiliza hapo Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Amelazimisha mola wenu kuilazimisha nafsi yake arrahma kuwahurumia waja wake ni hilo tu ni hilo ndo unaona watu wanaruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya shughuli zao katika mgongo wa ardhi eh, wakiwa na neema ya siha afya eh, neema ya macho miguu masikio Mungu kawapa vitendia kazi kwa ajili ya kuendeshea mambo yao Mwenyezi Mungu na wapo tu. Hii ni kwa sababu kataba rabbukum ala nafsihi arrahma, amelazimisha mola wenu mlezi, ala nafsihi, juu ya nafsi yake, arrahma, arrahmata

ni upole wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Naam, na akiendelea hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na hiyo ndio dawa vilevile, ilal imani, kuwaita watu katika imani. Lakini ndio dawa vilevile vile, eh, ya kuwataka watu warejee kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni Ar-Rahman eh ni hivyo na kisha, haya ni mapito, tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu, tutarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Layajmaannakum, ndio hapo eh, la layajmaannakum kwa taukidi, wallahi Atakukusanyeni, atakukusanyeni, atakukusanyeni, yani huyo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala Ta'ala, ila yaumi lqiyama. Eh, ila yaumi lqiyama, siku ya kiyama, la raiba fihi ha? Hapana shaka ndani yake, hapana shaka ndani yake. Naam, kuna nini huko la yajma'annakum yani maanake, Mwenyezi Mungu atakukusanyeni, Mwenyezi Mungu atakufufueni kutoka kwenye makaburi yenu, eh ila yaumi lqiyama, siku ya kiyama, alladhi la shakka fihi, ambayo haina shaka ndani yake. Huko sasa, liujazikum, ili Mwenyezi Mungu apate kukulipeni, bi a'malikum, kwa amali zenu kwa matendo yenu. alladhina khasiru anfusahum, wale ambazo wale ambao alladhina, wale ambao khasiruu, wamepata hasara anfusahum eh? kuzitia hasara nafsi zao, fahum la yu'minun, wao hawaamini. Kwa hiyo wamo ndani ya hasara Naam, mufassiri anatuambia adauha bikufurihim wa amalihim, yani wameziangamiza nafsi zao kwa kule kukufuru kwao na yale matendo yao. Wa amalihim sayia, na matendo yao mabaya fi eh? fi dunya, duniani. Fahum la yu'minuna, basi wao hawaamini. Walihadha la yuqamu lahum wazn fi lakhira walaisa lahum nasibun fiha siwa aljahim waladhab alalim akhira. Huku mmeona eh, kama wana maisha mazuri, lakini Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya huruma zake na upole wake, na akawapa muda ili waweze kumwamini Mwenyezi Mungu, arejee kwa Mwenyezi Mungu eh? na yeye Mwenyezi Mungu ni mlezi wa viumbe vyote. Kwa hiyo alikuwa anawalea ni, ni, ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine wa kuwalea ni viumbe ameviumba Mwenyezi Mungu eh, yeye ndio ndio mlezi Rabbul Alamin, hmm? kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafanya kazi yake ya kuvilea viumbe vyake na ile rehema yake na huruma yake ndio hivyo hmm? wanaendelea kuishi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, lakini tu kwa sababu hawakumwamini Mwenyezi Mungu na matendo yao ni maovu, tayari hao wana khasara. Hivyo hivyo we mnaona kama wamefanikiwa, lakini wamepata wame hasara pata hasara ndio Mwenyezi Mungu atuambia, alladhina khasiru anfusahum ambao, eh, wale ambao khasiru wamezitia khasara ampusa nafsi zao. Fahum la yuminun, wao hawaamini. Naam, sasa tunatakiwa tuone tofauti ya mtu ambaye amepata khasara na yule ambaye hakupata hasara. Tunatakiwa hapa duniani tuhangaikie kufuzu, tuhangaikie kufuzu, kufanikiwa na kufaulu. Kufuzu kuliko kuwa kwa uhakika na kufanikiwa kuliko kuwa kwa uhakika, mafanikio ya hakika Mwenyezi Mungu atuambia, kullu nafsin daikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz Tofauti iko hapo. Kila nafsi itaonja kufa. wa innama tuwafau na ujurakum, na hakika si vinginevyo mtalipwa malipo yaliyotimia, yaliyokamilika. Malipo haya ni kwa mujibu wa matendo ya kila mmoja. Matendo mazuri yaliyokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu malipo yake ni kamili, na malipo ya uovu kwa wale waliotenda uovu malipo yake ni kamili, na hakuna anayedhulumiwa. Wa mallahu bi dhallamin lil abid, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kumdhulumu mja. <laughs> Faman zuhziha an nar, yule atakayeepushwa kutokana na adhabu ya moto wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi kwa rehema yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad faza, huyo amefuzu. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute kufuzu. Kufaulu, kufanikiwa kunapatikanaje? Kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mahatibu wetu, mnawasikia faqad faza almuttaqun, hakika wamefuzu wale wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutafuteni sisi mafanikio Tutafuteni kufaulu, tutafuteni kufuzu. Kupi? Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Kwa hiyo kufanikiwa sio kuwa na magari, sio kuwa na majumba, sio kuwa na aseti za duniani. Na kama una magari una majumba una rasilimali una aseti, basi uwe umevimiliki, msingi wake ni chumo la halali, lakini sio tu mujarrad wa ana magari ana mashamba huko siko kufanikiwa endako hakuna uchamungu.